Manake wewe elimu unayo unaona wewe, yani unajua, unajua kama kutokuva helmet ni kosa, lakini utaratibu wetu mpaka tushurutishwe sisi. Kauli mbiu yetu nasema ti sheria bila shuruti, tunaweza kushurutishana, na ndio ambapo tunafanya haya makosa, tunayakamata tunaonesha hapa. Manake hapa tumeshurutisha mtu, lakini tunataka watu wafanye, yani iwe, yani ndio utamaduni utamaduni wao, na ndio maana kwa hichi tukazungumza na wenzetu wa wizara ya elimu, tukawaomba katika miaka mingi na sasa hivi, elimu ya salama barabarani ipo kunako mitaala kwenye wizara ya elimu. Watoto wanaanza kufundishwa taratibu kuanza huko chini, nafikiri mpaka elimu ya form 4 na kwenda juu, yapo masuala ya salama barabarani. Lengo hii elimu imfikie kila mmoja. Kuna tabia ile ya kusema pikipiki ah, imekuja piki kuchukuliwa dukani. Ni kweli tunakwenda kuzichukua, ama dukani, ama dukani kwenye duk, yaani kwa sababu kabla kufika hapo ulianza barabarani huko si sahihi au pengine ni hatari kidogo kumsimamisha au kumlazimisha mwenye pikipiki, kwa wale tuliokusudia, si boda boda, mwenye pikipiki yule ambaye anajijua, mimi nina makosa yote, alafu kusimama, mara nyingi hawasimami. Ukamataji salama watu hawa pale ambapo ameshaiweka hiyo pikipiki, tunakwenda kuchukua na tutakwenda kuipa huduma kama ambavyo sheria inataka, sambamba na wale wazee wanopachika watoto wao kwenye pikipiki moja kupelekwa au kurejeshwa skuli Nataka nijizungumzie kabisa hili, tuna utamaduni sasa hivi. Unaona, kupengine skuli basi, kama pesa nyingi unatafuta, piki boda boda yako unapachika watoto wanne peleka shule. tunakwenda kupambana na hili. Tumeshawaambia wenzetu wa wizara ya elimu, wale watu wa elimu mbadala wale nini, elimu binafsi wale, kuwa tutakwenda kunako mashule yao. Hatuna lengo la kuvuruga ya biashara yao, tunataka tulinde usalama wa wale watoto njia tuliyoifikiria itakuwa ni sahihi, sio kumsimamisha barabarani yule mwenye pikipiki atawaangusha wale watoto alafu, yowe itakuja kuelekezwa kwa polisi. Tunakwenda kumfata shule pale, kesha washusha, tunawachukua pale na tunachukua mwenye pikipiki tu, wale watoto tutawaacha bila kujali watarudi na nini. Bila shaka shule tafanya utaratibu na wazee, lengo wale wazee wasiwapachiki watoto vile, kanuko pikipiki ile ni hatari. Wakati wa kwenda wako vizuri, lakini wakati wa kurudi wale kwa hiyo tueneze na hichi mkia ndapah pengine tukifikishe na wale wazee ambao wanatumia pikipiki kama ndio chombo kupeleka watoto wao shule.